Mheshimiwa Rais, ulipokuwa unabainisha falsafa hii, ulisema kama ifuatavyo. Ni rahisi zaidi kufanya miamala ukiwa na NMB mkononi. Kupata app ya NMB mkononi, unaweza kudownload kupitia Play Store au App Store au kupiga nyota moja tano sifuri, nyota 66 alama ya reli. Ninaamini kwamba kwa jitihada zetu za R4 tutaweza kutimiza malengo ya kuwa na mfumo wa vyama vingi vya siasa. Lengo kuu cool halikuwa kuwa na vyama vingi vya siasa pekee, bali lengo lilikuwa kujenga jamii yenye uzalendo, maridhiano, ustaimilivu na yenye uchumi unaokua kwa wote na endelevu. Maneno haya Mheshimiwa Rais, yameendelea kuwa dira ya uongozi wako ambayo kwayo nchi imetengamaa, ina utulivu na amani iliyo muhimu kwa maendeleo ya taifa letu. Uongozi wako ambao umeakisi kikamilifu falsafa hii umekuwezesha kutambuliwa ndani na nje ya nchi. Kwa utambuzi huo, umetunukiwa shahada kadhaa kutoka vyuo vikuu mbalimbali duniani. Niruhusu Mheshimiwa Rais, nivitaje baadhi. Kwanza, shahada ya kwanza ya heshima ya udaktari uliotunukiwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tarehe 30 Novemba 2022. Shahada ya heshima ya udaktari wa falsafa kutoka Chuo Kikuu cha Jawaharlal Nehru cha nchini India tarehe 10 Oktoba 2023. Shahada ya heshima ya udaktari wa usimamizi wa utalii na masoko uliotunukiwa na chuo kikuu cha Zanzibar Suza tarehe 28 Disemba 2023, na chuo kikuu cha Ankara cha Uturuki kilichokutunuku shahada ya heshima ya udaktari wa uchumi honoris causa tarehe 18 Aprili 2024.